Hukumu yake ni adhabu ya kunyongwa eh, hadi kufa kwa mujibu wa eh, kanuni ya adhabu kifungu cha 69 2d na naana ndo kifungu ambacho wa wanashtakiwa, eh, nacho na kifungu namba na 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu. <laughs> Eh, kuna kesi mbili, moja ni kesi eh, namba 26 382, nyingine ni kesi namba 26 394 na kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hiyo hizi ni bachi mbili, kuna bachi zingine, na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma, na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana e, eh, kivye vile. Kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa e, eh, kuteswa tena wakiwa e, eh, wamekamatwa, ambao tunaamini kwamba walipaswa wawe salama kwenye E, mikono ya jeshi la polisi. Sasa wamekuja mahakamani, watu wengi wanachechemea, wameonyesha ma, majeraha, inaumiza kwa kweli, na tunakemea vitendo vya namna hii, e, havipaswi kujirudia e, kwa watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa. Pengine wakili, umesikia kwamba watu wameirukiwana wanatakiwa kafanyiwe uchunguzi e, wa kiafya ni nani wa kuandaa hii ripoti na kuileta mahakamani kama iwapo watu ambao wamejeruhiwa wamejeruhiwa kwenye vituo vya polisi, kwa jinsi tulivyowasilisha mahakamani, mahakama imeagiza magereza iwapeleke e, e, wakatibiwe, apate matibabu na kuwapeleka manake ni hospitali. Sasa maanake, ripoti ya matibabu inaandaliwa e, na daktari au madaktari ambao watawatengi watawahudumia hao wagonjwa. Kwa hiyo tarehe ambazo mahakama mahakama imepangwa kuendelea na hizi case tarehe 19 mwezi huu, itabidi sasa e, mawakili wa jamhuri walete hiyo ripoti ambayo itawasilishwa kutoka magereza. Sasa wataileta wataiwasilisha, wasi, watai mahakamani mahakamani